Kuja kuweka kwenye klabu yenye mgogoro au nakosea? Ngoja, sio lakini, lakini, tuongelee labda tuongelee labda kwenye kinchi mm, itokee nchi na vita, watu watakuja kuwekeza. Ah, leo hii useme Simba ina mgogoro, kama mtu ana nia kuja kuwekeza atakuja kuweka. Ah, injinia kaja kuiharibia Simba biashara, na ndio maana imeomba uongozi wa Simba kama inawezekana mm -hmm, wakamfungulia waka kesi. Lakini, elimu kwa Simba hajaona, na mungu huko hajaona, matimu kibao hajaona, siuye nyimba hajaiona Simba ya nini? Sisi tulimwambia tuna mgogoro ndio ugomvi. Tumezoea sisi maisha yetu, ugomvi, kugombana, yaani kama unavyoona ndoa, watu wanapiga na makofi kila siku. Ukija mjumbe, hatuna ugomvi, ndo sisi tumemtuma akatuseme. Hamna wewe cha kuonekana, tumemtuma akatuseme. Sisi tuna mlaumu pale mwenyekiti wetu sisi. Hatukumlaumu pa DSM pa. Hatukumlaumu pa injinia, tunamlaumu wenye kitoto sisi mangungu, yani aiwahusu ya Yanga. Hata kidogo aiwahusu. Alichokifanya ni kwenda kuwasaidia. Ya tusaidie nini? Haya wao wanatusaidia sisi wao na uwanja wa mpira, wanao. Wa mazoezi wanao. Wewe sheria ngoja, wewe Salome. Klabu, sheria namba moja, klabu atakuwa una uwanja mazoezi Yanga wanao. Simba si tunao. Wapi ambao wanahitaji kuwasaidia? Hata Simba na Yanga. Sisi tuwenye uwanja mazoezi ambao wewe wewe, Yusufu unajua mpira. Sifa namba moja kabla atakwenda na nini? Uwanja nini? Sisi usiseme taratibu, sema kwa nguvu. Mpira ni kitu cha wazi kinaeleweka. Ah, basi ngware. Ngware kameramani nyuma. Sifa namba moja timu hiyo yatakuwa na nini? Uwanja mazoezi. Simba nao wana. Ah, mnakula kula vidonge. Simba uwanja mazoezi tunao sisi Bunju. Yanga wanao? angoja Yanga wanao si, si wanafanya wanakodisha uwanja yeah. Wanao ah? Wapi? wana at, wana wapi? atakuwa asaidiwe kati ya Simba na Yanga nayo atakuwa asaidiwe wenye uwanja wa mazoezi no matatizo ya nini? Yanga ndio wana, wana wana matatizo. we shaai kuona mchezaji anaondoka Simba alafu anaenda kuishtaki Simba anaidai, lakini wachezaji wangapi mnawaona naenda kuishtaki Yanga wachezaji wangapi mnaona na nyi mnawaandika kila siku mnasia biladi mosoa na Yanga nyinyi, kukicha mkaanza kuandika kina Salome ni mtananga, kila kukicha mnaamini mnaandika kwamba Yanga wachezaji wanadai wao. Shauku kusikia mchezaji kaondoka Simba au kocha kaondoka Simba, anadai Simba, shauku kusikia sisi imetukwaza, sio muda mrefu. Lakini Mandala yule ni rais wa vilabu bado, afika kama rais ndio chafue nani brand za watu. Kwa hiyo anatumia chochango cha urais kuchafua brand za watu, nimesema hivi kama kweli injinia alikuwa anaitakia mema Simba, angekuja kwenye fainali ya Simba na belekane ya Kafu, ambaye kiti chake kilikuwepo. Ulimwona gaja? Yaani kaja, yaani wanaona mabaya tu, mazuri hayaoni. Yaani wewe rais wa Kafu, si rais wa FIFA, si rais wa dunia. Wewe una mabaya tu ya Simba, mazuri yaoni. Kwa nini nakuitangaza Simba kipindi na kucheza fainali kwa nini hajaipambania Simba kipindi tunahujumiwa? No, sisi kutolewa kwa Mkapa tukacheza Zanzibar kwenye fainali, kama kweli rais wa vilabu, kwa nini hajaipambania Simba? listen to me. kwa nini? Mm, leo hii atikisa Simba ina mgogoro? Ndio, tayari Simba ina mgogoro kwa taarifa? Au sasa tuna mgogoro? Mm, sisi tunapenda kuongea Ndome, hatuna ha, ile hatuna hatuna si mgogoro kama yeye kaja kwa ajili ya kuangaa, si mgogoro, kutudhalilisha, si hatuna mgogoro, jamani, dunia FIFA si wodi wapi? Hatuna mgogoro sisi, sii, tumezoea maisha yetu, tumezoea maisha yetu kusema viongozi. Ndio imeshatangazwa, imeshaonekana Simba mna mgogoro. Nini kifanyike? Uongozi wa Simba na uomba mm. kama wameenda kushtaki kitu kizuri kama hajashtaki wakamshtaki, injinia huko huko FIFA wakamshtaki. Hauwezi kwenda kuizalilisha brandi kubwa Simba Sports Club namba tano barani Afrika, hauwezi. kama kweli ye anania kuikomboa kui mpira Tanzania, angeisaidia kwanza klabu yake ipande juu kwenye renki. Hivi ushangaa kitu cha ajabu, rais, sijui mwenyekiti wa wakafu, klabu yake ipo namba ngapi? Ipo chini, sisi tuko juu, afu useme sisi tuna mgogoro. Hivi ina sense na make sense? Hata hawa wazungu sana kushangaa Yaani, unasemaje klabu ile ina mgogoro wakati akakuwa ipo chini? Sisi hatuna mgogoro, sisi tuna mpishano wa mawazo, two difference, vitu vili tofauti. Hayo hausu watu wengine, sisi tuna mpishano wa mawazo Simba, sio mgogoro. Kuna mgogoro afu kuna mpishano wa nini? Wa mawazo. Simba tuna mpishano wa mawazo, sio mgogoro Yaani maana mpishano wa mawazo huyu kaongea lile kaongea lile, mgogoro maana yake leo hii klabu, kwa ina uwezo kuwalipa hata chezaji mishahara Simba wachezaji mishahara Simba lipa, Simba ina ukata pesa. Ushasikia Simba ina ukata pesa, mgogoro utoke wapi? Ila kuna mpishano wa mawazo. Au Mandala hamjamuelewa vizuri, lengo la injinia huenda halikuwa kama nyie mnavyofikiria. Injinia ili tungemwelewa, mm, angekuja kwanza Simba angeuliza kinawasibu nini. Sisi ndio tumwambie kinatusibu moja, mbili, tatu mpaka atapike. Alichokifanya yeye hajauliza Simba kinachoendelea. Yeye kachukua maneno ya mitandao ndio maana ukiangalia katika ile clip alizoposti ni clip za mashabiki za mitandaoni. Sio official. Sio official news from Simba Sports Club page. Sio. Hivi hmm, unanielewa vizuri mdogo wangu? Yaani hata kitu alichokiposti yeye kwa alichokionyesha ni kitu ambacho kimetoka wapi? Katika mitandao ki ya kijamii sio official news kutoka katika, katika peji gani ya Simba, lakini vitu alivyoposti vya Yanga vile vimetoka katika peji ya Yanga hivyo. Unaelewa vizuri hapo mdogo wangu? Kwa hiyo hapo kuna utofauti mkubwa kaufanya kwamba sisi, kaenda kama kutudhalilisha wana Simba. Tumekasika na tunakemea vikali, kaenda kuidhalilisha Simba Mandara. Sasa huu ni wakati wa viongozi wa Simba nao kuamka kwenye e, maswara ya uongozi kafu, ili waweze kupata nafasi pia ya kuwa wanazungumza Uongozi ni mtu mwenye maamuzi yake, huwezi kumlazimisha mtu akae kiongozi. Wewe unajua kwamba wa kwanza kufuatwa Simba paeka kiongozi na kijoko kwa kitu ujui wewe, sikiliza wewe. Eh, unajua kwamba si wa kwanza kufuatwa kwamba Simba tunataka kiongozi aje huku kafu, tukaambia uh -uh, si tunaangalia mambo yetu <laughs> Ah, Nani jamani, narudia wa kwanza kufuatwa Simba tumteue kiongozi aende, kwa tena alimtaka awe mo tukamwambia Mo, tajiri hawezi kuja kuwa kiongozi, si wa mpira, si nini. Tafuteni watu wengine. Wanamtaka mtu fulani, wakatuelekeza, tunamtaka Mo, tukamwambia ah huyu ni tajiri. Tajiri hawezi kuwa na majukumu makubwa, umeelewa vizuri? Na sisi tukaelekeza huku ndani ya Simba hatutaki watu wakaongoze ongoze huko, kuna watu wanapenda uongozi, uongozi ni kalama ya mtu mapenzi, umeelewa ah? Bwana, sio kila mtu anapenda kuwa kiongozi, sio kila mtu anapenda kuwa kiongozi. Unangawa uongozi una manufaa gani na klabu yako? Tumechunguza sisi Mdala, tumeona uongozi hauna faida yoyote kwetu sisi, hatutusaidi chochote Yaani haiwezekani wewe ukae kiongozi timu yako hata uwanja mazoezi hauna ya, yaani sisi tukae kiongozi wakafu timu yetu uwanja mazoezi hauna kiko. Wapi kiwanja cha mazoezi? Umekiona saa ngapi? si tunacho saa ngapi? hadi akipate lini? muda gani? unaenda kuongelea timu za watu kule. Jamani sisi tumekwazika, asingegusa tusingeongea. Kaenda kuidhalilisha klabu yetu ya Simba, kaenda kuifungia riziki Simba unapoenda kusema migogoro. Jamani ngo yeah, niongee kiundani zaidi mwelewe alichofanya injinia kwenda kuziba riziki Simba yaani sisi Simba tusipate wadhamini ni wakubwa kutoka Ulaya, tuonekane tuna migogoro. Ndio maana nimesema this is the competition of business Tumalize na hili kwamba uh, unamzungumzia ngine Heris Saidi kuna kuna taarifa nimeziona kama kuna ubaya anaenda kufanya ndani ya Simba kwenye dirisha la usajili. Anataja Moses Abraham. Ya aji, No, Next sikiliza. Sawa nisikilize Moses Ibrahim ni, ni mchezaji mm. Anaweza kucheza timu yoyote, yoyote. Mm. Mpanzo ni mchezaji anaweza kucheza timu yoyote kama wana, yanga wanataka wamchukue Moses bila kupita kwa Simba, anatekwa Morris. Haya, amemaliza mkataba wake? kama atachukua, wamchukue. Mpanzu haya, amemaliza nini mkataba wake? Morris Blam bado ana mkataba na nini na Simba. Sikiliza, sikiliza wewe, vifungu vya nini? kwa nini alimtaka Mpanzu? kwa nini vifungu havijakuwepo msimu uliopita? walivunja mkataba, kifungu gani utatumia wewe? waje mezani waongee na Simba. Ipo timu ilishamtaka Morris Blam ikashindwa, ikadunda, kutoka Ulaya, kutoka Ulaya alikuja, amemtaka Morris Blam. Tuko hapa da ukubwa Tupeni Haaland tupeni na bilioni tatu tuwape, wameshindwa je? Yeah, ya yeah, yeah, tukwambia tupeni Haaland na bilioni tatu wakashindwa Yanga. Kama ana mchezo ana mchezaji design ya Haaland watuge yeah, na bilioni tatu aje tuwape Morris, ila kama anataka tupe Pacome waje na bilioni 15 mezani, kama anataka wape Pacome wa, ah, kama anataka yani, Morris Blam kama ana mchezaji yani thamani ya Morris Blam ni Haaland na bilioni tatu, yani umfungashie na bilioni tatu ndio umchukue Morrisi, mchezaji pege bila kubadilishana. Uje na bilioni tatu ndo thamani ya Morrisi Ibrahim, uje na mezani. Mchezaji mdogo ana uwezo ana nguvu ana effort ana jitihada, vitu vingapi nimekutajia? Afu uje tu kawaida tu mseme, watamsema. Kwani mara ngapi yako kusajili mchezaji wa Simba kwa mdomo? Chama wamemsajili miaka minne nyuma kwa mdomo, wamekuja kumchukua. Shazoeka Mohamed Hussein wamemsajili miaka saba nyuma kwa mdomo, wamemchukua tayari. Majajioni simsemi vibaya, bosi wangu. <laughs> simsemi vibaya <laughs> ndo hivyo.